Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka, mapigano au vuta na kuvuta imekuwa ikiendelea baina ya nchi ya Israel na nchi ya Iran. Ndani ya masaa 24 kuna picha mpya tumeipata katika uelekeo wa mapigano au vuta na kuvuta ambayo imekuwa ikiendelea baina ya nchi ya Israel na nchi ya Iran. Jambo la kwanza, mashambulizi sasa hivi yameelekezwa zaidi katika njia za kiuchumi, kila upande moja katika mashambulizi yake umekuwa ukikusudia kudhoofisha upande mwingine katika njia za kiuchumi. Nchi ya Israel ndani ya masaa 24 iliyopita walifanya mashambulizi katika sehemu ya South Pars. South Pars ni sehemu katika bahari ya Persian Gulf, katika sehemu ya Persian Gulf, ambayo actually inagawanyika sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo inamilikiwa na Qatar, tunasema ni northern na kuna sehemu ambayo inamilikiwa na Iran ambayo tunasema ni sehemu ya Southern pa, ndiyo sehemu yenye uzalishaji mkubwa wa gesi duniani. Maana yake ndio kuna kiwanda ambacho kinazalisha gesi nyingi zaidi duniani. Kutokana na vikwazo actual, gesi nyingi kwa asilimia 60 mpaka 70 huwa inatumika ndani ya nchi ya Iran. Nchi hiyo iliyofanya mashambulizi katika eneo hilo kiasi ambacho ilipelekea baadhi ya huduma za uzalishaji ziweze kustop kwa muda katika eneo la Southern, Southern Park. Lakini vile vile, walishambulia katika sehemu ya Kish ambao actually ni kisiwa kidogo kinapatikana pia katika sehemu ya Persian, uh, Gulf, katika sehemu ya bahari ambayo actually vile vile ni sehemu yenye uzalishaji mkubwa wa gesi. Walishambulia katika eneo hilo ili kuweza kufanya disturbance katika sehemu ya uzalishaji wa gesi ndani ya nchi ya Iran. Ukiachilia mbali hapo, walishambulia pia katika sehemu ya uh, Bushehr, katika mji wa Bushehr, katika sehemu ya gesi inayojulikana kama Kangan. Walishambulia vile vile, ili kuweza kufanya destabilization ya uzalishaji wa gesi katika sehemu husika. Achilia mbali baadhi ya mashambulizi ambayo wamefanya katika miji kama ya Teherani yenyewe katika sehemu za uh, Uh, depot zile za, maf za mafuta maanake vile vituo vikubwa vya kuhifadhia mafuta. Wamefanya mashambulizi katika maeneo kama hayo na maeneo mengine, maeneo kama ya Tabriz, maeneo kama ya Isfahan na mfano wake. Wamefanya mashambulizi yote, katika hatua ya kwanza ilikuwa ni kutarget katika sehemu ambazo zinaonekana zina uzalishaji. Lengo ni kuidhoofisha Iran katika upande wa kiuchumi. Hal kadhalika Nchi ya Iran pia katika mashambulizi yake ya jana ili focus kwenye kushambulia katika sehemu ya Haifa. Sehemu ya Haifa ni sehemu muhimu katika uh, uzalishaji ndani ya nchi ya Israel. Moja katika bandari kubwa, bandari ambazo ni maarufu zaidi katika nchi ya Israel ni bandari ya Eilat, ni bandari ya Ashdod, ni bandari ya Haifa. Ukiachilia mbali bandari zingine ambazo hazizingatiwi kama ni kubwa sana kama bandari ya Ashkelon. Bandari ya Haifa ndiyo bandari ambayo inahusika zaidi katika upande wa exportation na importation maana yake ile uh, usambazaji wa vitu kutoka, eh, kutoka Israel kupeleka katika nchi nyingine kwa njia ya meli na kupokea vitu kutoka katika nchi nyingine kuingia ndani ya Israel kwa njia ya meli. Na ilikuwa bize zaidi, ilizidi kuwa bize zaidi baada ya mashambulizi ya Houthi ambayo yalipelekea bandari ya kusini ya Eilat iweze kupoteza uelekeo na iwe ni kama bandari ambayo imefungwa. Kwa hivyo kwa sasa hivi bandari ambayo iko bizi zaidi ni bandari ya Haifa. Bandari ya Haifa ni sehemu muhimu katika uchumi wa nchi ya Israel, ukiachilia mbali kuwepo kwa lojistiki zingine za masuala ya kijeshi na mfano wake utakuja kuzizungumza, lakini katika upande wa uchumi unapozungumzia Haifa unazungumzia ni jambo ni kituo kikubwa, ukiachilia mbali kuwa ni bandari, ni sehemu ambayo inapatikana baadhi ya vituo vikubwa vya vinavyochakata mafuta ndani ya Israel. Ukiachilia mbali hapo, kuna baadhi ya eh, viwanda vya uzalishaji wa kemikali na vitu vingi inafanyika katika eneo la Haifa. Kwa hivyo Iran wali concentrate sana katika mashambulizi yao ya jana kushambulia katika sehemu ya Haifa mpaka inakadiriwa ilitumika sehemu ya hypersonic missile ambayo inawezekana ikawa ni Fatahwan au Khaybar na mfano wake, lakini kuna sehemu ya hypersonic missiles, maanake ni, ningesema, hypersonic missiles, manake ni ni uh, zile silaha ambazo zinakwenda mara kadhaa ukilinganisha na spidi au spidi ya mwenendo wa, wa sauti. Sasa ukichukua kama ile Fatah One maanake inakwenda zaidi ya takriban mara kumi na tatu au Khaybar manake inakwenda zaidi ya mana tano, lakini inaonekana concentration ya jana ilikuwa sehemu kubwa katika sehemu ya mji wa katika bandari ya Haifa au katika lile eneo lote la Haifa kiujumla wake. Lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, wale concentrate pia kushambulia katika sehemu ya mji wa Tel Aviv. Kushambulia sehemu ya Tel Aviv ina indicate kwamba unapozungumzia Tel Aviv maana yake unazungumzia ndio uh, ndio commercial business city. Ndio mji mkuu wa biashara, mji mkuu wa kibiashara ndani ya nchi ya Israel. Kwa hiyo kushambulia uh, sehemu ya Tel Aviv sio tu kwamba una focus katika target lakini ni kufanya destabilization, ni kuvuruga mfumo hata wa kiuchumi yaani wa shughuli zote kiujumla katika eneo katika eneo la Tel Aviv. Kwa hiyo hii ni taswira ya kwanza ya namna gani mgogoro huu jinsi unapoendelea umetoka katika kuangalia upande tu peke yake wa zile military logistics au uh, zile tunasema sehemu zenye za, za, za athari za kijeshi ambazo tunasema kwamba labda kama ni Iran au uh, I mean Israel, wanashambulia, ni lengo la kulifanya kwamba jeshi liweze kuparalyze, lakini kinachoonekana ni kwamba mashambulizi hasa yameelekezwa katika upande wa uchumi kuanza kufanya destabilization katika upande wa uchumi. Hii ni sura ya kwanza ambayo tumeipata katika ndani ya masaa 24 uh, ya mgogoro huu jinsi tunavyoendelea baina ya nchi ya Iran na nchi ya Israel. Lakini ukiachilia mbali hapo, vile vile kumekuwa kuna development katika upande wa au kumekuwa kuna maendeleo katika upande pia wa mashambulizi ya sehemu ambazo tunasema kwamba ni za, za, za kijeshi au zinaweza zikatumika kama ni sehemu za target katika upande wa vita ambazo zinahusisha wanajeshi au vifaa vya kijeshi. Hilo limekuwa likiendelea tumeshuhudia jana Israel amefanya mashambulizi katika mji wa Tabriz. Mji wa Tabriz actually unapatikana katika Azerbaijani province ambao ni sehemu ya kaskazini ya um, nchi ya Iran. Target ya, ya mashambulizi haya actually inaonekana kwamba ilikuwa ni kufocus zaidi katika early warning system, maana kuna mfumo kule ambao unasaidia kutoa taarifa haraka iwapo kuna, kuna. Hivyo ilikuwa ni kuirahisishia zaidi Iran eh, Israel iweze kupata free passage iweze kupata uhuru wa kuingia na kutoka ndani ya nchi ya Iran. Na hii limekuwa ni zoezi ambalo wamekuwa wakilifanya wakilifanya muda mrefu pamoja na kwamba uh, Iran wamefanya ujanja mkubwa. Ukiangalia katika siku ya kwanza ya mashambulizi, kuna mashambulizi mengi yalifanyika katika uh, katika miji kama hiyo ya Tabriz, maana miji ya kule, ya kule, ya kule kaskazini, lakini kinachoonekana ni kwamba ile ilikuwa ni decoy. Yani, Iran walitengeneza kama mpango fake. Wakaweka baadhi ya zile alarming system, wakaweka baadhi ya system ambazo labda zinaonyesha kuna waves ya sauti, mawimbi yale ya sauti au joto kiasi ambacho wakaweza kuwachanganya uh, IDF kwenye kushambulia zile ambazo kwa zinaonekana kama ni defensive system. Kwa hivyo mashambulizi yaliofanyika ya mwanzo yanaonekana mengi yalikuwa yameshambulia katika sehemu fake, na ndio maana inaonekana mpaka sasa hivi IDF bado wanashindwa kuingia ndani ya, ya Iran. Na hii ilipelekea kuangushwa baadhi ya ndege ndege kama F16 pamoja na vingine. Kuna ripoti ya kuonyesha kwamba kuna ndege takriban tatu za F35 ambazo vile vile ziliangushwa kwa sababu, baada ya kufanya mashambulizi ya kwanza walikuwa wanaamini kwamba wanaweza kuingia Irani moja kwa moja, lakini mwisho wa siku wakagundua kwamba ile ilikuwa ni diko ilikuwa ni mchezo umefanywa kuonyesha ile wrong target na ili vifa inawezekana likawa approved uh, hata ukitazama katika uh, zile ballistic systems au ballistic launches, tunasema ile zile mashine ambazo zinatumika kuweka yale makombora ya kibalastik ili yaweze kurushwa, utaona mashambulizi mengi ambayo ya yanafanywa na Israel katika zile uh, ballistic systems, kwa sababu ndani kuna vilipuzi, kuna mabomu kinachotegemewa ukifanya mashambulizi au ukipiga bomu katika mifumo ile itokee milipuko zaidi ya mmoja. Lakini kinachoonekana, mashambulizi mengi wanaofanya Irani katika ile, eh, wanaofanya Israel katika ile mifumo, mlipuko unaotokea ni mlipuko mmoja tu wa lile bomu ambalo limerushwa na Israel. Hii ni kuonyesha kwamba zile zinakuwa ni fake targets. Ni fake target ambazo zimetengenezwa na zikaekewa baadhi ya uh, system, ambazo zinaweza zikasend, zikatuma waves kiasi ambacho pilot anapokuwa anatazama anaona ile ni target lakini inakuwa ni wrong target. Hii ni move ambayo inaonekana kwamba wameweza kuifanya ndio maana mpaka sasa hivi hakuna ushahidi wa moja kwa moja kuonyesha kwamba Israel imekuwa wakiingia ndani. Bado wamekuwa wakishambulia kutokea nje. Aidha, kutokea sehemu hasa kutokea sehemu kama za Iraq. Kwa kuzingatia kwamba Iraq sio, tunasema kwamba is non-denial uh, airspace. Maanake ni, ni anga ambayo hauwezi kukataliwa wewe kuingia au kutoka. Hakuna mifumo uh, ya kuweza uh, na Israel kitumia zaidi korido hiyo ya Iraq ya, ya korido hiyo ya, ya, ya Syria kwa sababu mingi. Sababu ya kwanza ni sehemu ambayo hauwezi kuzuiwa kupita. Sababu ya pili uh, ni location ya rahisi ya Israel kuweza kusimama na kufanya mashambulizi ndani ya Iran, kwa kuzingatia kwamba sehemu ya kaskazini katika miji kama ya Erbil au Sulaimania, manake ni miji ambayo ya wakurdi, na wanavyoishi ni kama ni nchi ambayo inajitegemea kwa sababu wana mabunge yao, lakini vilevile walikuwa wana sehemu ya jeshi la wale wanaitwa Peshmerga. Uh, ni jeshi mashuhuri kipindi cha Saddam Hussein ilikuwa inajulikana uh, Peshmerga ambao ni actually ni jeshi la wakurdi. Ni jeshi ambalo lina ukaribu zaidi na Marekani. Na Marekani amekuwa na uhusiano wa karibu zaidi na wakurdi kwa upande mmoja mwingine. Umeona na hata kule Syria katika miji kama ya Diyarazur ile miji ya upande wa kaskazini mashariki utagundua kwamba Marekani yuko karibu zaidi na wakurdi. Ukija katika sehemu ya Iraki pia yuko karibu zaidi na wakurdi na hata pamekuwa na migogoro ndani ya ya ya ya Iran wakati mwingine baina ya wakurdi wale wa Kurdistan katika maeneo kama ya huko Tabriz, wamekuwa kipindi kingine wanakuwa na migogoro fulani fulani na na na serikali ya, ya Iran kiasi ambacho hata haya mashambulizi ambayo inaonekana kwamba Israel amefanya mashambulizi katika maeneo ya Tabriz. Kuna uwezekano mkubwa hata Wakurdi walitumika katika ku-air out baadhi ya, ya information kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika maeneo kama. Kwa hiyo tunaona kwamba Israel amefanya mashambulizi katika maeneo ya Tabriz, katika sehemu hizo za alarming system na mfano wake. Amefanya mashambulizi katika mji kama wa Kermansha, Kermansha, ambao vilevile unapatikana katika upande wa, wa, wa kaskazini magharibi na ni mji ambao vile vile unabeba sehemu ya underground base, base zile za chini za makombora kama ya ballistic. Kwa hiyo ina maana kushambulia katika maeneo hayo, lengo lake kubwa ni kujaribu kudegrade au kupunguza ule uwezo wa Iran kuweza kutumia zile uh, ballistic missile system ambazo hata leo wakati Benjamin Netanyahu anakwenda katika kuangalia maafa yaliyotokea pale maeneo kama ya Tel Aviv moja katika demandi yake ni kutaka lazima ifikie hatua Iran ipoteze uwezo wake katika upande wa nuclear program, lakini vile vile na ballistic missiles program, kwa sababu maana yake kutumia ballistic missile program ndio wamekuwa wanaweza kuifikia uh, uh, Israel kwa urahisi, pamoja na kwamba kuna combination ya vitu vingi, wakati mwingine lazima zitumike uh, zitumike manake cruise missiles. Nikisema cruise missiles manake ni zile uh, silaha ambazo hazitembei umbali mkubwa sana, haziendi juu sana, lakini zina uwezo kutembea na kontua manake minuko inapopanda, na yenyewe inaweza ikapanda, minuko ikishuka, na yenyewe inaweza ikashuka. Ni silaha ambayo wakati mwingine inakuwa inasumbua kuweza ku, uh, kuweza kuisoma vizuri katika zile uh, anti, anti, anti, uh, missile system, kwa sababu anti missile system mara nyingi zinasoma kwenye engo kwenye engo ya juu. Kwa hiyo silaha inapokuwa inakuja katika engo ya chini kwa kupanda na kushuka, inawezekana ikasomwa wakati imeshafika karibu zaidi, kitu ambacho inakuwa ni tatizo. Lakini kingine, drone pia zinatumika, na drone zinatumika kwa sababu mara nyingi zinatangulia drone, kwa sababu speed ya drone inakuwa sio kubwa. Kwa hiyo drone zinapokuwa zimetangulia, ni kwa lengo la kufanya saturation. Uh, na hizi cruise missiles zinapokuwa zinakuja, vile vile lengo lile ni kufanya saturation, lakini katika mazingira ya karibu, na kisha baada hapo ndio zinatumika ballistic missiles. Ballistic missiles wakati mwingine inawezekana ikawa ni rahisi kujisoma kwa sababu zinakuwa zinatengeneza kevu tunatengeneza parabola tunasema kevu ile ya juu. Kwa ina maana kama uh, ile anti missile system inakuwa inasoma katika engo, maana yake ikitengeneza parabola inakuwa ni rahisi kuweza kuwa detected, kuweza kusoma . Kwa hiyo njia rahisi ni kwamba lazima tupeleke drone, lazima tupeleke cruise missiles na tupeleke ballistic missiles. Ina maana wakati mifumo inashughulishwa na drone na inashughulishwa na cruise missiles, maana yake ni zile zikaruhusu ballistic missiles zikaweza kupita na hicho ndio ambacho kimekuwa kimekuwa kinafanyika na kukupitia uh, Uh, kutumia kama zile ballistic missiles actually mara nyingi inakuwa inachukua dakika chache sana kuweza kufika kutoka iz, uh, Iran kwenda sehemu kama ya, ya Israel inachukua ndani ya dakika nane dakika kumi inakuwa imeshafika. Inachukua muda mfupi sana kulingana vivyo na speed ya, ya silaha ambayo inakuwa imetumika katika hizo ballistic ballistic missiles. Kwa hiyo actually ukiangalia kwamba Iran pia ume, Israel pia wamejaribu kushambulia katika eneo hilo uh, la Kermensha, kwa sababu ni eneo ambalo kuna ballistic missiles, kwa lengo la kushambulia hapa ni ku degrade ule uwezo. Ukiachilia mbali mashambulizi amefanya katika mji kama wa Isfahan ambao kuna ile sehemu ya Natanz, amefanya uh, mashambulizi pia katika sehemu ya Fordo wamefanya mashambulizi pia, yote hii ilikuwa ni lengo la kufanya mashambulizi katika maeneo ambayo yana capacity au yana uwezo wa masuala ya, ya, ya, ya, kuna military logistics maanake, kuna vifaa na arrangement au mipango ya, ya kivita, ukiachilia mbali kwamba wameshambulia pia vilevile vile katika sehemu ya wizara ya ulinzi ya nchi ya Iran kama vile Iran waliofanya mashambulizi katika sehemu ya makao makuu ya, ya ya jeshi na sehemu ya wizara ya ulinzi ya I mean, Israel pale Tel Aviv vilevile na na Israel yenyewe amefanya mashambulizi katika eneo, katika jengo moja la wizara ya ulinzi ya nchi ya, ya Iran ambao mshambulizi lenyewe tunaona kwamba actual ilitumika uh, drone, au ilitumika cruise missile kulingana na aina ya ambao imetokea katika, katika, katika jengo husika. Vilevile katika upande wa Iran, na wenyewe vilevile wamefanya mashambulizi katika sehemu ambazo zina military logistics, zina mpangilio wa masuala ya, ya, ya kijeshi. Kwa mfano katika sehemu kama ya Haifa ambapo wamefanya mashambulizi mengi. Haifa ndiyo center ambayo ina sehemu ya command center ya upande wa kaskazini mwa Israel. Ina maana yale mapigano tulikuwa tunaona ya siku za nyuma kati ya Hizbullah na Israel command center hasa inapatikana katika eneo la Haifa. Kwa hiyo kushambulia katika sehemu ya Haifa ni sehemu ambayo uh, ni effective ni sehemu ambayo ni sahihi kulingana na, na na na kitu kilichoko katika eneo katika eneo la Haifa, lakini bibi katika eneo la Haifa kuna sehemu ya uh, tunasema kwamba Israel Institute of Technology. Kuna idara ile ya teknolojia ya ya ya nchi ya Israel ambapo unapozungumzia cyber attacks, yale mashambulizi ya kimtandao na kila movie inayofanyika katika upande wa mtandao, maana yake kiasili uh, sehemu kubwa hivi inafanyika katika sehemu ya Haifa, kwa sababu ni center ambayo inashughulika na ugunduzi wa, wa, wa baadhi ya program, lakini hivi ina uwezo wa kufanya attacks kulingana na, wa, na wataalamu walioko katika, katika eneo husika. Kwa hiyo Iran pia walishambulia katika eneo hilo, lakini hivi walishambulia sehemu kidogo ya kusini mwa, mwa Tel Aviv ambapo kuna taasisi nyingine inaitwa Wisman Institute of Technology vile vile waliishambulia kwa ku, kwa hoja ile ile kwamba hii ni sehemu ambayo inaweza ikatumika katika uh, uhuishaji wa baadhi ya mifumo Kim ya kimtandao ambayo inawezekana ka ikahusika katika kufanya baadhi ya attacks katika katika katika mwendelezo wa wa sintofahamu hii ambayo imekuwa imekuwa ikiendelea. Kwa hiyo hii ni sehemu ya pili ambayo vile vile uh, imetokea. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona kwamba mwenendo wa vita sasa hivi Uh, Iran wameamua kuchukua utaratibu ambao ulikuwa ukitumiwa na Israel katika mifumo yote Israel imekuwa ikijaribu kufanya katika upiganaji wake, pamoja na kwamba huwa wanatoa zile elwoni, wanatoa baadhi ya evacuation order, yani zile amri za kwamba watu wahame, watu watoke na mfano wake, lakini idadi ya watu wanaokufa mara nyingi inakuwa ni kubwa napokuwa anafanya mashambulizi. Ukiangalia kwa muda mfupi alivyofanya mashambulizi katika eneo la kusini mwa Lebanon mpaka katika katikati ya Lebanon ilikuwa ni the same, kuna watu wengi walifariki. Ukiangalia kinachoendelea Gaza watu wengi walifariki, na siku ya kwanza ya mashambulizi ambayo Israel waliyafanya ndani ya Iran ilipelekea kufariki kwa watu takriban kama watu themanini kwanza katika zile nyumba za wale watu wabobezi wa masuala ya sayansi attack zilifanyika walifariki sio tu wale bali na familia ya zao vilevile zilifariki, na hili ndio limelipa inaonekana kwamba limetengeneza image mpya kwa Iran kuweza kufanya mashambulizi yenyewe katika mfumo wa namna hiyo, na ndio maana imekuwa ikipiga bila kutoa el warning ya namna yote, imekuwa ikishambulia Tel Aviv, ikishambulia kama huko Haifa, ikishambulia sehemu kama za Tamar ambayo ni chini kidogo ya, ya, ya, ya, I mean, Haifa. Imefanya mashambulizi na watu wamefariki, kwa hiyo inaonekana kwamba imeamua kutumia mfumo wa namna hiyo. Kama nyinyi mnatumia mfumo huu, basi na sisi kutumia vile vilevile mfumo huu. Kwa hivyo, kuna kuna kuna hali ya namna hiyo ya kama kufanana katika baadhi ya ya system, lakini Israel inaonekana kama wamesogea mbele kidogo katika baadhi ya mifumo ambao wamekuwa wanaitumia sasa hivi. Kwanza kinachoonekana uh, walifanikiwa kuingiza watu ndani ya ya ya, ya Iran walifanikiwa kuingiza baadhi ya makacheo ndani ya Iran na imekuwa sasa sasahivi, kuna baadhi ya milipuko ambayo inaonekana ndani ya Iran kiasili haijaratibiwa kutokea nje ya Iran bali inaratibiwa kutokea pale ndani ya Iran. Na huu ndio mfano hata ilipotokea wakati wame, wameuliwa wale viongozi wa majeshi au wale wanasayansi kwa kutumia utaratibu huo huo wa watu ambao wako ndani, na methodoloji hii si uzembe kama baadhi ya ya ya jamaa ambao wanakuwa wanazungumza kwamba Irani ni wazembe. No, no, no, no, no sio uzembe, na ndio maana tunaweza tukaona kwamba mfumo huu huu ndio mfumo ambao umeweza kutumika Urusi kwa Ukraine kuweza kushambulia sehemu nyingi. Tarehe mbili ya mwezi wa sita Iran, eh, Ukraine walifanikiwa kushambulia maeneo mengi ndani ya Urusi kwa kutumia baadhi ya watu ambao waliingia ndani ya Urusi na kwa kutumia droni zikashambulia zika, zika, zika kutokea ndani ya Urusi na zikaweza zika kuleta madhara, na ukizingatia kwamba unapozungumzia nchi ambazo zina nguvu kubwa ya jeshi duniani baada ya Marekani utaizungumzia nchi kama ya Urusi. Kwa hiyo actual, kuna vita ni mahesabu. Anayeweza kupiga hesabu zake vizuri, inawezekana sio mkubwa sana au akawa mkubwa sana lakini mwenye kupiga hesabu zake vizuri ndo anaweza akafanikiwa kwenye ku, ku, ku, ku, ku, kufikia kwenye malengo Marekani ni nchi kubwa sana lakini vita ya Afghanistani iliwashinda kwa sababu tu ya mahesabu, kwamba tunafanyaje, tunatawala vipi, tunafanyaje? Mwisho wa siku akajikuta kwamba vita imewashinda ime, ime na watu wengi waliokwenda maeneo pia ya Afghanistani, wengi walishikwa kwa utaratibu wa namna hiyo. Kwa hiyo actually sasa hivi wamekuwa uh, wanatumia wale watu ambao waliweza kuinfiltrate mndani kuingia mndani kwenye kufanya baadhi ya mashambulio. Kwa hiyo milipuko mingi unayoona sasa hivi inatokea ndani ya Tehran au maeneo mengine ni milipuko ambayo actually inaratibiwa ndani ya ya, ya, ya, ya ya Iran yenyewe, na hili pia tunaweza tukalitazama kwamba uh, kwa kuangalia kwamba Iran watachukua hatua gani, hatua ya kwanza kuweza ku hii hali ambayo imekuwa inaendelea, pamoja na kwamba kuna watu wameshawakamata, lakini vilevile hata katika upande wa Israel kuna watu wamepata, wamewakamata, kuna watu waliowakamata takriban kama miezi mitano sita nyuma, wakiwashutumu kwamba wanashirikiana na Iran, hasa katika miji ya Kaskazini. Lakini vile vile uh, hivi recently, kuna watu wawili watatu hivi wamewakamata wakiwashuku kwamba wanatoa baadhi ya wanafanya baadhi ya mawasiliano na maadui kama wanavyoita maanake, katika upande, katika upande wa, wa, wa Iran. Kwa hiyo ni ishu ya kwamba kila mmoja anapiga hesabu zake kwa namna gani, pamoja na kwamba uh, rais Donald Trump amecomment kwamba kinachotakiwa au kinapaswa ifikie hatua Iran na Israel waweze kumake deal, Iran na Israel waweze kumake deal ukiachilia mbali emotion alizokuwa nazo mwanzo wa kuipongeza uh, uh, Israel moja kwa moja, lakini kwa Mode, au jambo jinsi linavyozidi kwenda pia na advancement ya technology ambayo pia Iran vile vile wanayo, ambao sidhani kama walikuwa wanaamini kwamba anaweza akafanya uh, manuva ambayo ameyafanya, kwa mfano katika usiku wa, wa kuamkia jana. Sidhani kama ilikuwa ina inaaminika itafikia katika hatua hiyo, lakini mbali zaidi ni kwamba dunia inaweza kuingia katika tatizo kubwa la kiuchumi, jambo hili lisiposhughulikiwa, kwa kuzingatia kwamba uh, moja katika suggestion ambazo ziko katika meza ya Iran ni kuifunga Uh, mlango bahari wa Hormuz. Kufunga mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz ni moja katika sehemu muhimu kwa sababu uh, ndio mlango bahari unaoruhusu asilimia ishirini ya sekta ya nishati duniani iweze kufanya kazi. Maanake ina mchango takriban asilimia ishirini. Mafuta gesi ambayo inatoka eneo la Mashariki ya Kati kwenda katika nchi za Asia maanake China uh, South Korea na mfano wake nchi za upande wa, wa, wa Asia na hata katika upande wa Afrika inapitia katika Strait of Hormuz, inapitia katika Strait of Hormuz na baadhi ya misafara mingine manake inaingia katika Bab el Mandebu kuingia katika Red Sea kupita katika Suez Canal kuingia katika bahari ya Mediterranean na kwenda katika baadhi ya nchi za kusini za kusini mwa Ulaya. Kwa hiyo Irani utakaposema kama wanaifunga Strait of Hormuz maana yake itakuwa ni jambo kubwa sana, jambo ambalo dunia hatuna hakika kwamba inaweza ikalibeba kwa kipindi hiki ambacho kimekuwa ni kipindi cha changamoto nyingi. Kila sehemu pamekuwa kuna, kuna sehemu ya changamoto zake. Kwa hiyo uh, ametoa sajesheni pamoja na kwamba comment ambazo zimetolewa na maafisa au viongozi wa nchi za Magharibi zimekuwa ni comment ambazo hazionekani kwamba zina lengo la kuresolve mgogoro, kwa sababu ukiangalia comment ya Manuel Macron, ni komenti ambayo anasema kwamba uh, Israel ina haki ina haki ya kujilinda. Ukiangalia uh, komenti ametolewa na Frederic Merzy yule uh, kansela wa Ujerumani inafana na, na kauli aliitoa Emmanuel Macron. Ukiangalia uh, kauli ambayo imetolewa na u uh, uh, Ursula von der Leyen yule ambaye ni rais wa, wa, wa Umoja wa Ulaya naye pia ni the same. Kwa hiyo ni kauli ambazo zinafanana zina, lakini kauli ya Donald Trump kidogo imekuwa ni kauli ya kati kwa kati, na ni kauli ambayo inaonekana kwamba imeshift, na Donald Trump inabidi aingie kati kwenye kujaribu kufanya resolution kwa sababu uh, moja katika sababu ya kumwondoa Michael Waltz ambaye alikuwa ni mshauri wa masuala ya kiusalama wa ikulu ya Marekani ilikuwa ni kwa sababu ya mipango ambayo alikuwa akiifanya na Benjamin Netanyahu nyuma ya pazia kuishaishi White House iingia katika vita na Iran, jambo ambalo Donald Trump lilimuuli sana. Mwisho wa siku akamwondoa na nafasi yake akamuweka uh, Marco Rubio, maanake kuwa kama ni uh, waziri wa mambo ya nje, lakini at the same time kuwa ni mshauri wa masuala ya kiusalama wa, wa nchi ya, ya, ya, ya Marekani. sasa ikiwa alimwondoa Michael Waltz kwa sababu hiyo na kisha sahivi tena anakuwa dragged kuingia katika, katika, katika vita bila shaka, inawezekana likawa ni jambo ambalo kwa wamarekani likawa nyima tafsiri iliyokuwa ya sawasawa, pamoja na kwamba katika siku ya jana Benjamin Netanyahu alitoa speech ya kupongeza uh, birthday ya Donald Trump, uh, birthday miaka mia mbili hamsini ya jeshi la Marekani, pamoja na kutoa baadhi ya Uh, uh -huh. Manaake ma, ma, kutoa ma, spich kuhusiana na kile kinachoendelea, hakutaka msaada moja kwa moja, lakini ilikuwa ni lugha ambayo inaashiria kwamba yeah. ni kama vile anahitaji uh, participation au ushiriki wa Marekani katika, katika mgogoro huu. Kwahiyo bado tuna muda wa kuendelea kuangalia uh, kinachoendelea tukitaraji yeah. kwamba huenda ndani ya masaa ishirini na nne tukapata taswira nyingine iliyokuwa bora zaidi ya hii tuliyokuletea, lakini tukitaraji kwamba kwa hiki ambacho umekiletea huenda umepata faida kwa upande mmoja au mwingine. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe tusisahau kusubscribe kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na mda mwema.